Mimi nadhani tumekuwa tunafanya uchaguzi ulio huru na wa haki, ndio maana wao wamekuwa wanashiriki. Kama ungekuwa sio uchaguzi wa huru na haki, wao ni awamu yao ya ngapi wanaingia kwenye uchaguzi wakiwa tukiwa na tume hii hii? Sasa hofu inatokea wapi? Na kama waliona kama kwamba haki haipo juu ya hiyo tume, walikuwa wapi miaka hiyo mitano? Au hii tume wanaiona sio ya haki leo kwa sababu walishaingia kunani kugombea miaka mitano iliyopita kwa tume ya namna hii sasa leo ndio haina, leo ndio wanahofu nani? Zamani tulikuwa na tume ya uchaguzi, leo tunasema kwamba tuna tume huru ya uchaguzi Ma, kwa maneno mengine ni kwamba kuna nakshi ambayo imepita pale. Nakshi hii ni kuweka neno huru. Sasa huo uhuru umetoka wapi? Kwa yule ambaye aliteuliwa na Mheshimiwa Rais kuwa uh, aidha mwenyekiti wa tume mjumbe wa tume, kamishina wa tume, je, huyo mtu amepitia katika tanuli lipi la kuweza kumpata? Tunategemea kwamba kuna tanuli la kuweza kumpata mtu ambaye atakuwa huru, hataegemea upande wowote, hata kuwa bias. Sasa kama mtu ambaye amenakishiwa hawezi kuwa huru hata siku moja, inatakiwa serikali isikilize ikae meza mmoja na hawa wanaodai no reform no election ili waweze kuona kasoro zilizopo ili kwamba uchaguzi utakaofanyika utakuwa na manufaa kwa pande zote mbili. Hata hivyo, tumezungumza na viongozi wa vyama vingine vya upinzani ngazi ya mkoa, ambapo wao wametanabaisha misimamo ya vyama vyao kuelekea uchaguzi huo. Wamejitahidi kama serikali kurekebisha baadhi ya mambo ambayo tulikuwa tunapigia kelele sana. Kwa mfano wasimamizi wa uchaguzi walikuwa wanatusumbua eh. Sasa hivi sio watendaji tena, sio mkurugenzi wao eh. Tunakuelekea kwenye uchaguzi, na maana hatuna shaka sana, tuko vizuri sisi. Kama ni sisi kama mageuzi, tumejipanga vizuri sana kushiriki uchaguzi bila, bila, bila lolote. Na bahati nzuri sasa sai tunamgombea urais na, na tunahakikisha nchi nzima tunaweka wagombea wote madiwani na wabunge. Kwa hiyo nafikiri mimi nasema tu Watanzania wajitokeze, tuingie kwenye uchaguzi pamoja na, na, na vitimbwi pamoja na hofu iliyopo kwa Watanzania na hofu iliyopo kwenye vyama vya siasa ya kutotendewa haki kwenye uchaguzi, lakini tumesema tutashiriki uchaguzi kadili vile utakavyokuwa. Tutamwomba Mungu, tukimweleza Mungu kwamba sisi waja wako wanyonge, tunaingia kwenye uchaguzi, tunakutana, tunaingia kwenda kushindana na watu wasioaminika na watu wasiojali demokrasia na watu wasiotenda haki. Mungu, tusimamie sisi hatutamwachia Mungu. Japo vyama vingi vya upinzani vimeonyesha nia ya kushiriki uchaguzi huo, na licha ya hapo jana msajili wa vyama vya siasa kufanya kikao na viongozi wa Chadema, lakini viongozi hao wameendelea kuhubiri msimamo wao wa kudai watazuia uchaguzi endapo hakutakuwa na mabadiliko.